Leo ni siku ya furaha kubwa sana katika jimbo kuu katoliki Arusha wakiwa wanasherekea kilele cha maadhimisho ya miaka hamsini ya jumuiya ndogo ndogo katika nchi za AMECEA na wamekuwa na misa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka hiyo hamsini ya jumuiya ndogo ndogo katika nchi za AMECEA. Na adhimisho hilo limeongozwa na mhashamu Baba Askofu Mkuu Aisaki Amani wa jimbo kuu katoliki Arusha. Adhimisho hilo limefanyika katika parokia hii ya mtaka wa Mtoto Yesu, Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Naye Mwasham Baba Askofu Mkuu Isaac Yamani wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha alikuwa na haya ya kusema katika homilia yake, yaani mapungufu ambayo ya yamejitokeza kwa miaka hamsini, kwamba leo hii tunapoadhimisha miaka hamsini watu wengine hawajui ni kitu gani basi. Miongozo ambayo tunayo mikononi, naomba sana viongozi wa jumuiya tujipange tunajidanganya sana, tunajidanganya kwamba hatutuna shida, si kweli. Halafu tufanye ziara ziara huku jimboni, tuangalie wenzetu kwa wanaishi maisha gani, na sisi Mungu anategemea tunapoona haya tufanye nini? wajibikaji wetu wa zaka zaka hailiku inavyostahili Licha ya vitabu vizuri meandikwa kutuelekeza hivi, zaka maanake nini? Wajibu wangu mbele ya Mungu na kanisa. Napomwibia Mungu mimi nikaiba mwenzangu akaiba tukaiba wote. Halafu tategemea kanisa letu liende mbele. Majukumu ya kanisa yanatimizwa kutokana na uelewa na mchango wako binafsi. Waamini wote walioshiriki katika maadhimisho ya kilele cha miaka hamsini ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo katika nchi za AMECEA walionyesha furaha yao kwa kusema haya. Kwa jina naitwa Salvatore James Mrema, ni mwenyekiti wa UWAKA Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Kwa hiyo tumepewa fursa, turudi kwenye jumuiya zetu, tukaanze jumuiya moja, tuingie kwenye dekania, tuingie kwenye vyama vya kitume, tuhamasishe. Tusipofanya hivyo kanisa tutakuja kukosa watu ambao tutakao shiriki nao kanisani. Miaka hamsini ya kujenga kanisa kama familia ya Mungu katika nchi za AMECEA. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya pekee sana kwetu sisi Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha, kwa kuweza kushiriki pamoja kilele hiki cha jubilei ya miaka hamsini ya jumuiya ndogondogo za Kikristo. Tumeaswa na baba askofu mkuu kuendelea kushiriki ipasavyo, kuendelea kuwalea watoto wetu, nasi wawata tunaahidi kwa umoja wetu akina mama wote kuendelea kusimama imara katika kuwaelekeza, katika kuwafundisha, katika kuwasimamia na wakati mwingine kuwaonya watoto wetu na vijana wetu pale tunapoona hitaji hilo lipo. Mimi naitwa Jerome Masi, ni muumini mkatoliki na tunashukuru Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, kwa kupitia homilia yake na hata na saa zake ametuasa sana kuhusu maswala mazuri, hasa kuhusu maswala ya familia, maswala ya malezi, lakini zaidi familia kukaa pamoja na kusali pamoja. Hakuacha pia kugusia na kuhimiza sana kuhusu kuimarisha jumuiya zetu ndogo ndogo za Kikristo. Hakuacha kuhamasisha kuhusu jumuiya za watoto, hakuacha kuhamasisha kuhusu vijana kuweza kushiriki katika jumuiya, katika masuala ya imani lakini zaidi amegusia kuhusu namna ambavyo jumuiya zetu zinaweza zikawa ni kitovu cha malezi ya kuimarisha jumuiya mbalimbali, lakini kuimarisha kanisa. Nikiripoti kutoka parokia hii ya Teresia Mtoto Yesu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, mimi ni Lydia Filipo.